Kwa nyakati hizi tulizo nazo, Bwana Yesu asifiwe. Tulisoma mistari miwili jana na ninataka tuanze nayo ili nipate ngazi ya kupandia. Jina la Bwana litukuzwe. Wa Thessalonike wa kwanza Wathesalonike wa kwanza sura ile ya nne mstari wa kumi na sita na mstari wa kumi na saba wa kwanza sura ya nne mstari wa 16 na mstari wa 17 na saba, nitasoma katika jina Bwana. Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza; kisha sisi tuliyo tuliyo hai tuliyosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu, ili kumlaki Bwana Yohani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Basi farijianeni kwa maneno hayo wa wathesalonike wa pili sura ya pili wathesalonike wa pili sura ya pili mstari wa saba na mstari wa nane wathesalonike wa pili sura ya pili mstari wa saba na mstari wa nane maana ile siri ya kuasi ivi sasa inatenda kazi, lakini yuko azwiyaye sasa. Ntarudia, maana ile siri ya kuasi ivi sasa inatenda kazi, lakini yuko azwiyaye sasa, sasa, sasa, hata atakapoondolewa, hapo ndipo atakapofunuliwa ataka yule asi, ambaye Bwana Bwana Yesu atamua kwa pumzi ya kinywa chake na kumwangamiza kwa ufunuo wa kuwapo kwake. Yule ambaye kuja kwake ni kwa mfano wa kutenda kwake Shetani, kwa uwezo wote na ishara na ajabu za uongo, na katika madanganyo yote ya udhalimu kwa hao wanaopotea, kwa sababu hawakubali kuipenda ile kweli uh, wapate kuokolewa. Bwana Yesu asifiwe. Somo letu linasema yatakayotokea baada ya unyakuo. Haleluya! Yatakayotokea baada ya kanisa kunyakuliwa. Jana tulijifunza jinsi ambavyo tangu dunia imeumbwa ina muda mfupi sana. Haleluya! Dunia tangu ilipoumbwa kwa mujibu wa Biblia. Sasa tukienda kwenye sayansi, sayansi ina mambo yake siku zote, wanasayansi wanazungumza yaliyo ya akili zao na wala siyo ya Mungu. Lakini Biblia inatuonyesha kwamba tangu dunia ilipoumbwa mpaka gharika ilikuwa imepita miaka elfu mbili, wazee, si ndio? Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Mana lazima nipate sapoti na kweli, <laughs> nisije nikadanganya. Jina la Bwana litukuzwe. Tangu kuumbwa kwa dunia mpaka garika miaka elfu mbili. Tangu garika mpaka kuzaliwa kwa Kristo miaka elfu mbili miaka elfu nne Haleluya! Tangu Kristo kupaa mpaka sasa tuna zaidi ya miaka elfu mbili haleluya! Sasa tunakuja, Biblia inatufundisha kwamba siku moja kwa Mungu ni sawa na miaka elfu, na miaka elfu kwa Mungu, hiyo ni hesabu ya Mungu. Wanasayansi hiyo hawana, wana mahesabu miaka elfu kwa Mungu ni sawa na siku moja. Haleluya. Kwa hiyo ukipiga hesabu ya Mungu tangu dunia imeumbwa mpaka sasa ina umri wa wiki, wiki moja, tena wiki haijaisha, ni siku saba na masaa kadhaa. Huyu eh, Mungu ni wajabu sana ma, masaa sita eh, siku sita na masaa kadhaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa tuna tunajifunza habari za siku za mwisho. Amen. Amen. Siku za mwisho wana theolojia lakini na Biblia inatukubalia kwamba siku za mwisho zilianza siku ile ya kushuka uh, kwa Roho Mtakatifu mtakatifu aliposhuka ndipo alipotangaza siku za mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wale waliokuwepo jana, nikasema sasa tuondoke kwenye msemo wa siku za mwisho twende kwenye msemo wa siku za siku za mwisho. Haleluya! Kwa hiyo sasa hivi tunatembea kwenye siku za siku za mwisho tulisoma katika Hosea sura ya sita kuanzia ule mstari wa kwanza. Ninajaribu kujenga daraja kwa wale ambao hatukupo jana. Haleluya, haleluya. Hosea sura ile ya sita kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa tatu, anasema njoni tumrudie Bwana. Amen, amen, njoni tumrudie Bwana. Anaenda hapo, anasema baada ya siku mbili atatufufua. eh Unabii ni kitu ambacho ni kigumu sana, na ndio maana manabii wa kweli huwa wanakataliwa, kwa sababu nabii anazungumza vitu vya mafumbo, lakini vyenye nyama kubwa ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema, baada ya siku mbili atatufufua, na siku ya tatu atatuinua, nasi tutaishi mbele zake, naam. Anasema tumjue Bwana, tukaendelee kumjua Haleluya. Amen. Kwaiyo siku ya leo tuko hapa, amen. Sijui kwa sababu kwa nini Roho Mtakatifu amepata ametaka nifundishe hili somo siku mbili kwa hesabu ya Mungu tumesema ni miaka, miaka elfu mbili ni siku mbili, na Hosea wakati anatabiri huu nabii ni miaka kama mia tano na kitu kabla Kristo hajazaliwa. Haleluya! Manake tumeshaondoka kwenye miaka ile ya kwanza huko, miaka ya elfu mbili ya kwanza, tumekuja miaka elfu moja na ya pili. Anasema baada ya siku mbili atatufufua. Kwa nini anasema baada ya siku mbili atatufufua? baada ya nabii wa mwisho Malaki, watu wakiendelea kumtaja Mungu. Alipokoma unabii wake akamaliza huduma, ilipita miaka mia nne, hakuna Mungu anatajwa. Unaitwa unaitwa wakati wa giza, hakuna aliyekuwa na mabudu Mungu, hakuna aliyekuwa na mjua Mungu. Lakini kabla giza hili halijaingia nazareti alikuja. Haleluya! Yesu Mnazareti, ambaye Biblia anasema yeye ni nuru, na wale wote wanao mamini anawaambukiza, anawambukiza ile nuru haleluya. Anasema, ninyi ni nuru ya dunia. Kwa hiyo Yesu alipokuja akaliondoa lile giza, akalizaa kanisa Amen. na kanisa limeendelea kuzaliwa tangu na kitendo cha mtu kutoka kwenye giza, maana yake amefufuliwa. Mtu yeyote ambaye hajaokoka kiroho ni mfu. Kama uamini kamwulize Ezekieli. Mungu anamwonyesha uwanda, uwanda ni bonde ambalo limejaa mifupa mikavu, mifupa imeachana. Halafu Mungu anamuuliza mifupa hii inaweza kuwa hai? Mimi ningekuwa mimi ningesema haraka kabisa haiwezekani. <laughs> Lakini Ezekieli akajibu kwa hekima ya Kimungu, akasema wajua wewe Bwana. Manake alikuwa na roho ya imani bado ndani yake. Alafu Mungu akamwambia, tabiri juu ya mifupa hii, lakini kwa mwisho anamalizia, anamwambia mifupa hii ni nyumba ya Israeli. Waisraeli walikuwa hai kwa jinsi ya mwili, lakini kwa jinsi ya roho walikuwa ni wafu. Ndio maana Hosea anasema, baada ya siku mbili atakufufua. Kwa hiyo Yesu alipokuja, alikuja kurevive, alikuja kufufua imani ya kiroho, kufahamu mua. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana malaika anasema, tazama, bikra atachukua mimba, naye atazaa mwana, nao watamwita

Hey. Nina ujasiri wa kusema kwamba sasa tuko katika siku za siku za mwisho. Siku za mwisho ni miaka elfu mbili iliyopita. Manaake siku mbili zilizopita hizo ndizo siku mbili na ndizo siku za kufufua. Tumefufuliwa kutoka katika dhambi baada ya miaka elfu mbili sasa, tumeingia katika siku nyingine ya tatu ambayo Bwana amekusudia kuleta uamsho, kuleta uwezo Yesu anasema mimi na Baba tu mmoja. Wakifarakana Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, hata furaha yetu haipo. Ndio maana wanaoshikilia umoja mano, na mshikamano na mbingu imejaa utukufu. Haleluya, haleluya! <laughs> Nafikiri hapa nikiishia kiishia hapo, tayari kuna kitu umepata. Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe! Ishi katika siku za siku za mwisho. Siku mbili za kufufuliwa zimeisha, tuko katika siku ya tatu ya kuinuliwa, ni siku za kumwagiwa vipawa ni siku za kumagiwa Roho Mtakatifu, ni siku za kurejesha upendo, ni siku za kurejesha ah. <laughs> ule ushirikiano wa waro, wa Roho. Biblia inasema upendano wa ndugu unarudi katika nyumba ya Mungu, kwa sababu Mungu Yesu akija akakuta tuko kwenye mafarakano, hana mtu wa kumbeba katika ufalme wake. Ni lazima tumekuwa na upendo na upendo hauwezi kuja bila Roho Mtakatifu. Ndio maana tumeamua kuitwa wa Pentekoste, na wa Pentekoste manake ni uzoefu katika Roho Mtakatifu. Halo halo! Hapo nafikiri wiki ijayo ni siku ya Pentekoste, si ndio? Haleluya, haleluya! Lakini tumekuwa tukichezea, hatuimanishi. Amen, hatuimanishi ile ile, ile zile siku ni za muhimu. Mimi nilipokuwa naondoka nikamwambia kanisa jiandaeni, jiandaeni tuta, yani kuanzia siku ya kwanza ya semina mpaka mwisho ni kuombea roho mtakatifu. Leo tuna hasara ndani ya kanisa, tuna hasara ndani ya kanisa. Watu wana, wanaishi bila kujitambua, kwa sababu roho mtakatifu ndani ya watu hayumo. Halo. Halo anajia, mimi nimekuwa ni mdau wa umoja. Nilipofika Dodoma kwenye kitongoji ninachoishi nilifika na watafuta wachungaji walio nikubali. sasa hivi tuna umoja wenye nguvu Amen. Mimi sijali una sura gani? Mimi sijali una, una kimo gani mimi sijali wewe una, una unene kiasi gani ili mradi unampenda Kristo, unampenda Roho Mtakatifu, unataja wokovu, wewe ni rafiki yangu mimi, mimi, mimi Mungu alishani nyima roho ya udhehebu na udini, alishani nyima na sitaki yani, hata watu wanavyotaja taja madhehebu yao ni sawa, hakuna shida na hayanatija. Haya natija. Haleluya, haya natija. Yesu aliliacha kanisa dhehebu ee, kanisa kanisa, aliacha kanisa, hakuacha dhehebu, lakini kuna kuna, kuna kuna kuna jinsi unajua, uh, uh, <manyana> ni, ni ile strategy ya wakoloni walikuwa naita divide and rule, gawanya utawale. Na hiyo ndio strategy ya shetani, ili aweze kuwakamata watu vizuri anawagawa. Mimi ni PG siwezi kusalimiana na MGT. Mimi ni MMPT siwezi kuj... we divide and rule. Ni strategy ya shetani. Amen, Haleluya. Amen. Haleluya Amen. Kwa hiyo mimi ninaitumia adui yako kukuwa lazima na wewe utafute mbinu ya kumwangamiza. Kwa hiyo mbinu ya kumwangamiza shetani, wakati anatugawa sisi tunaambatana. Haleluya! kunakuwa kitu kimoja, kunakuwa wamoja katika Bwana, na umoja wetu utampiga shetani. Amina. Jana usiku nilikuwa nasema kuna, kuna roho iko inatembea ni nchi nzima sasa inatembea ni nchi nzima. Ukifanya mkesha hata wamasaba basi, ukasema nitakesha mpaka saa sa saba au saa nane, nitaenda nyumbani, utasikia watu wameenda kitongojini wanatupigia kelele. Lakini wale wanaocheza uchi makako nje, sio kelele, sio kelele, sio kelele. Sasa tuungane wanaukweka, ukimsikia mchungaji wa kanisa fulani wameenda kumshtaki wachungaji wote wa, tunaenda tuna se, una mabudu Bwana, hawata tunyamazisha. Sikiliza, tunapaswa kutangaza katika ulimwengu wa roho ya kwamba sisi tunalitaja jina la Bwana ili watu wafunguliwe, ikiwezekana bazi, ikiwezekanaa aliana <laughs> na falsafa hii. Tumeonewa, shetani ametukanyaga, alafu anatusigina kwa jina la sheria alo, anatusigina kwa jina la sheria za kimwili, lakini wajue tuna sheria ya roho. Amen. Haleluya! kwa hiyo nataka nikutangazie, Yesu aliacha kanisa, hakuacha madhehebu Amen. Sasa msini msini nukuu vibaya, mkasema yule mtumishi amekatatu usiwe na madhehebu. Mi ni mwenyewe ninalo Amen. Sasa nikikukataza usiwe usiwe na dhehebu, maana yake hata mimi ninakuambia usiwe na nyumba yako ya kuishi. Wewe una nyumba yako? wewe una nyumba yako? Alafu pia una kijiji chako na, na mkoa wako, na mimi na kijiji changu na nyumba yangu na, na mkoa wangu, lakini tukikutana pamoja wa Tanzania. <laughs> ukimkuta hiyo ni nyumba yake, ukimkuta ni nyumba yake, lakini tukikutana pamoja sisi ni watakatifu. <laughs> Haleluya. Shetani, usichukue umeme. Haleluya.